Kabla hatujaomba tuchukue muda mfupi kumsikiliza Mungu wetu. Roho Mtakatifu yupo hapa sasa, anasubiri wale waliomchoka dunia hii, wanaotamani uwepo wa kweli na sio tu maneno ya kawaida. Maombi siyo jambo la hiari kwa waaminio, si kama kamba ya kuokolea tunayoitupa tu tunapozama. La hasha! Maombi ndiyo pumzi ya maisha ya kiroho, ndiyo moyo wa ushirika wetu na Baba ni njia ya kukaa karibu naye, ni njia ya kuisikia sauti yake na kupumua uwepo wake kila siku. Fikiria hili kwa kina. Yesu mwenyewe, Mwana wa Mungu, asiye na upungufu wowote, aliyejaa mamlaka, hekima na nguvu zote, aliomba, na hakuomba mara moja tu. Alienda mahali pa faraga, akakaa kimya akiwa na Baba, akaomba hadharani, na kwa siri Kabla hajachagua wanafunzi wake, alilia na kuomba katika bustani ya Getsemane, akavuja jasho kama damu, na hata alipokuwa msalabani, aliomba. Je, ikiwa Yesu alihitaji maombi ili adumu katika mapenzi ya Baba, sisi ni akina nani tujidanganye kwamba tunaweza kuishi pasipokuomba? Tunahitaji maombi si kwa sababu tunataka vitu, bali kwa sababu tunataka Mungu. Tunahitaji maombi ili tusikie sauti ya Roho, ili tuwe imara tunapoyumba, ili tuwe hai kiroho hata tunapochoka kimwili. Lakini ukweli mwingine ni huu. Maombi si rahisi kila wakati. Mara nyingine tunasahau. Tunahangaishwa na mawazo, shughuli, maumivu na mashaka. Lakini hata hivyo, tunapaswa kuchagua kuomba. Na sasa, naongea na wewe ambaye una kiu ya kuomba kwa undani zaidi. Unatamani maombi yako yawe ya kweli. Siyo maombi ya kurudia tu. Unataka moyo wako uhisi uwepo wa Mungu unapomwita. Hiyo kiu ni zawadi, lakini ili wikamilishe, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Si lazima uwe na maneno mazuri, wala daftari la maombi lenye mapambo, wala muziki wa usuli. Unachohitaji ni Roho wa Mungu. Yeye ndiye anayekusaidia kuomba. Yeye huchukua kilio chako na kukifanya kuwa sala. Anachukua kimya chako na kukijaza na pumzi ya uhai wa Mungu. Katika Warumi sura ya nane, neno linasema Roho hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui tuombavyo ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa kwa maneno, na yeye achunguaye mioyo hujua ni nini nia ya Roho, kwa kuwa roho huwaombea watakatifu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Huo ni ukweli wa kutia moyo sana, kwa sababu wapo wengi wanaopiga magoti wakikosa maneno, wakilia ndani ya roho zao, wakijisikia hawajui pa kuanzia, lakini hata pale roho hushuka kuomba kwa ajili yetu katika mpango mkamilifu wa Mungu. Maombi si kwa ajili ya kuonekana Yesu alisema katika Mathayo sura ya sita, msirudie maneno yasiyo na maana kama watu wa mataifa, kwa maana wao hudhani kwa maneno yao mengi watasikiwa. Maombi si tamthilia, ni ushirika, ni ukweli, ni kujitoa, ni kupumzika mbele za Baba, na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya haya yawe hai ndani yetu. Sasa tuko tayari kuingia kwenye sala tukiwa na mioyo iliyo wazi tukiwa na roho zilizo tayari na tukijua kwamba hatupo peke yetu. Ikiwa maombi haya yamegusa moyo wako, andika amina katika sehemu ya maoni na ushuhudie nguvu ya Roho wa Mungu ikikujaza kwa upya. Baba yetu uliye mbinguni, leo tunakuja mbele zako, si kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu tunaamini, rehema zako hazikomi, upendo wako hauna mwisho. Na wema wako unatufunika hata pale tunaposhindwa. Tunanyenyekea chini ya mkono wako wa nguvu, Tukikiri kwamba bila wewe hatuwezi lolote. Tumejaribu kwa nguvu zetu. Tumehangaika. Tumevumilia kimya. Tumelia gizani. Lakini leo tunachagua kurudi kwako, Baba. Roho Mtakatifu, tunaomba utufundishe kuomba. Tunaomba utujaze tena. Maana tumeishi muda mrefu kwa hisia zetu, kwa mawazo yetu wenyewe, tukisahau kwamba wewe ndiye mwalimu wetu wa kweli. Tuonyeshe jinsi ya kufungua midomo yetu kwa ujasiri, si kwa kuiga maneno ya wengine, bali kwa kutoka kwenye kilindi cha moyo wetu, tukisema kile kilicho kweli, kile kinachouma, kile kinachotutesa, na pia kile tunachotamani kutoka kwa Baba yetu tunakuomba Roho wa Mungu utusafishe katika mawazo yetu. Ondoa kila kizuizi kinachotufanya tushindwe kusikia sauti yako. Ondoa mashaka, hofu, mizigo ya zamani na hisia ya hatia ambayo shetani hutumia kutunyamazisha. Wengine wetu hatuombi kwa sababu tunaamini hatustahili, tumejiona wachafu, wamejaa makosa. Lakini wewe Roho Mtakatifu unatufunulia ukweli huu kwa damu ya Yesu tumefanywa wapendwa wa Mungu. Sisi si wageni tena, sisi ni wana na tunaweza kuingia kwa ujasiri kwenye kiti cha neema. Baba, tunakuomba uamshe ndani yetu moyo wa maombi, utupe kiu ya uwepo wako, tamaa ya kuwa karibu na wewe, siyo kwa ajili ya baraka tu, bali kwa sababu tunakupenda, kwa sababu hatutaki maisha bila wewe. Katika maisha haya ya haraka ambayo kila dakika imejaa vishawishi na kelele, tufundishe kukaa kimya, kusubiri, kusikiliza na kutulia mbele zako. Kwa maana sauti yako haiji kwa mshindo, inakuja kama upepo mwanana, na tunahitaji utulivu huo ili tuitambue. Tunaomba kwa ajili ya wale waliokata tamaa ya kuomba, wale waliowahi kuomba kwa bidii lakini hawakupata majibu, wale walioumizwa na kimya cha mbinguni. Roho Mtakatifu wafikie sasa, wajulishe kuwa Mungu hajawasahau, kwamba wakati wake ni kamili na kwamba macho ya Bwana yako juu yao usiku na mchana. Tunaomba pia kwa wale waliopoa wa kiroho, ambao maombi kwao yamekuwa kama wajibu, kama desturi ya dini. Roho wa Mungu, fanya upya mapenzi yao, watie moto wa kwanza, waamshie tena shauku ya kukaa kwenye magoti yao na kupiga kelele za moyo mbele zako. Huu ni wakati wa kurudi kwako, Baba, na tunataka kurudi si kwa mihemuko, bali kwa toba ya kweli, kwa unyenyekevu, kwa njia ya haki na kiu ya kukujua zaidi. Kwa hiyo sasa tunatoa mioyo yetu kama madhabahu, tukisema: E Roho Mtakatifu, tunakuachia nafasi yote. Fanya utakavyo ndani yetu, tufundishe kuomba tufundishe kupumzika katika uwepo wa Baba na kutembea kwa sauti yako kila siku. Ikiwa umebarikiwa na sala hii, andika utukufu kwa Mungu katika sehemu ya maoni na uendelee kuishi neema hii siku baada ya siku. Baba wa milele, leo hatuombi tu kwa ajili yetu binafsi, tunainua familia zetu, jamii zetu, kanisa lako duniani kote. Tunaomba utembee kati yetu kama vile ulivyotembea bustanini tukusikie, tukuone, tukuishi. Tunakuomba Ee Mungu, utumie maisha yetu kama vyombo vya mwanga wako katika giza la dunia hii, mahali pa huzuni, vita na hofu. Tufanye sisi kuwa mashahidi hai wa tumaini, maana tumekuja kujua kwamba kusali si tu kutamka maneno, ni kubadilishwa ndani kabisa. Naomba sasa kwa kila mtu anayeomba kwa imani e Bwana, fungua milango iliyofungwa, vunja minyororo ya kifungo cha kiroho, kata kila mnyororo wa roho ya kukata tamaa, epusha kila roho ya kuchelewesha baraka, tangaza uhuru mahali ambapo pamefungwa. Kwa jina la Yesu tunatangaza uzima mahali pa mauti, baraka mahali pa laana, na nuru mahali pa giza. e Roho wa Mungu, enda mbali zaidi ya maneno yetu leo. Guza yule anayelia kimya kimya usiku. Fariji yule aliyekata tamaa ndani ya moyo wake. Fufua yule ambaye alikata tamaa ya kuomba na umrudishe kwenye meza ya Baba. Tunajua kwamba wakati mwingine hautujibu kwa haraka, lakini tunakushukuru kwa kuwa upo nasi hata katika kusubiri. Tunashukuru kwa mafunzo ya kimya, kwa maombi yaliyotuimarisha zaidi ya majibu na kwa njia ambazo hatukuona, lakini ulitembea ndani yake. Leo Baba, tunakata uhusiano na kila sauti ya uongo, sauti inayosema hatuwezi, hatufai, tumepitwa na wakati. Kwa jina la Yesu, tunaitupilia mbali na tunakubali sauti ya ukweli ambayo inasema tunaweza yote katika Kristo atutiaye nguvu. Sisi ni vichwa wala si mikia, tumeumbwa kwa kusudi la juu tumepakwa mafuta kwa wakati huu. Ee Bwana tunaomba, si kwa ajili ya mambo ya kupita, bali kwa ajili ya mambo ya milele. Tunaomba mioyo yetu iwaka tena kwa upendo wako. Tunaomba tumtazame jirani kwa huruma zako. Tunaomba maombi yetu yasiishie kwenye midomo yetu, bali yawe matendo yetu ya kila siku. Roho Mtakatifu, kae ndani yetu, tawala kila eneo la maisha yetu Uwe mwalimu rafiki, msaidizi na msaada wa daima. Utuonyeshe njia hata kwenye giza nene, maana tunajua wewe hutushika kwa mkono wako wa kulia na hatutaanguka, maana wewe ndiwe mwamba wetu wa milele. Tunafunga sala hii tukisema tunakupenda Baba, tunamkubali Yesu kama Bwana na mwokozi wetu na tunampokea Roho Mtakatifu kwa furaha, heshima na shukrani kwa jina la Yesu ambaye yuhai milele na milele. Amina. Ikiwa moyo wako umeguswa na sala hii, sema amina kwenye maoni na uisambaze kwa mtu mmoja unayempenda sana. Mungu akubariki.